Uh, uh, into, into uh, shirika la Kivulini limechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha uwezo wa askari wa kata kwa kutoa mafunzo ya kuzuia ukatili na kuhudumia wahanga wa ukatili katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Mchango wa taasisi zisizo za kiserikali ikiwemo shirika la Kivulini ni nguzo muhimu katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Ushirikiano huu umezaa matunda makubwa ambapo katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita mkoa wa Mwanza umefanikiwa kupunguza matukio ya ukatili wa kijinsia kwa asilimia ishirini na tatu. Mafanikio haya yametokana na juhudi za pamoja, ikiwepo uimarishaji wa dawati la jinsia na watoto, utoaji wa elimu kwa jamii, kuimarisha mifumo ya utoaji wa taarifa za wahanga, pamoja na kushirikisha viongozi wa serikali za mitaa na wanaharakati ngazi za jamii. Nitumie fursa hii kulitambua, kulishukuru shirika la Kivulini ambalo limekuwa ni shirika mshirika wa karibu wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza. Shirika hili limeendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa mafunzo ya watendaji wa dawati la jinsia na watoto juu ya namna bora ya kushughulikia masuala mazima ya ukatili wa kijinsia kwa weledi, huruma na kwa kuzingatia haki za wahanga. Naitwa ndugu Yasini Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Kivulini, shirika lisiokuwa la kiserikali ambalo linatokomeza aina zote za ukatili dhidi ya wanawake wasichana na watoto. Aa, Kivulini imekuwa ikishirikiana na shi, wadau wetu wa maendeleo Focus Forum for Women and Development, ambalo ni wadau wa maendeleo kutoka Norway tokea elfu mbili kumi na nne kutekeleza mpango unaoitwa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake wasichana na watoto katika mkoa wa Mwanza hususan wilaya ya Magu, na kupitia mpango huu tumejenga uwezo wa jamii kupitia wana mabadiliko wa kujitolea ngazi za jamii, klabu za wanafunzi, vikundi vya wanawake, vikundi vya washabiki wa Yanga na Simba, lakini pia tumejenga uwezo wa madawati ya polisi kuanzia ngazi ya mkoa ngazi ya wilaya ambayo yamekuwa na mchango mkubwa katika kutoa elimu ya kutokomeza ukatili, lakini na kushughulikia uh, mashauri ya wahanga. Moja mm.